Kwa jina anaitwa Mashambo Kisakeni, nafanya kazi na Project Inspire kama mratibu wa vipindi vya STEM hapa STEM Park, Dar es Salaam. Uh, leo tulipata ugeni kutoka uh, EFM kwenye kipindi ambacho kinaitwa uh, wanafunzi school bus uh, kwa bahati nzuri pia tulikuwa na vipindi vyetu vya kila siku vya wageni kutoka Paragon Academy, shule ambayo tuko nayo kwenye makubaliano ya kufanya kazi kwa kuendesha uh, vipindi vyao vya klabu ya STEM. Haswa haswa hapa STEM Park, tuna tumejikita kwenye ku kwenye kuboresha mbinu za ufundishaji, hasa kwa upande wa masomo ya sayansi, ama kuonyesha kwa namna gani sayansi inaweza kufundishwa kwa njia tofauti na kuleta matokeo zaidi ya haya ambayo tunayapata hivyo tuna mikataba na baadhi ya shule Paragon ikiwa mojawapo, lakini pia tuna, tuna programu nyingi mbalimbali mbali kwa watu wa umri wote. Uh, ukitaka kujifunza sayansi kama either una background ya sayansi au una, Project Inspire ni sehemu nzuri, ama STEM Park Dar es Salaam ni sehemu nzuri kwa ajili yako. Ukifika hapa utakutana na vitu mbalimbali mbali ambavyo ukihusiana navyo kwa namna moja au nyingine utakuwa unajifunza dhana uh, mbalimbali za kisayansi na ndivyo ambavyo tuna tunatumia njia hiyo kutengeneza dhana za kisayansi kutoka dhana rahisi zaidi mpaka kwenda dhana ambazo zina utata kidogo. Uh, tuna, tuna program za week, za siku za kazi, kwa maana siku za mashuleni. Kuna mashule ambayo tuna makubaliano nayo lakini pia tuna program za, za siku za weekend kuna uh, mzazi unaruhusiwa kuleta mtoto wako, lakini pia kuna vipindi binafsi. Kwa mfano, mzazi unataka mtoto wako ajifunze kuhusu maada fulani kwenye sayansi. Pia tunafanya kazi kwa namna hiyo na Stem Park Dar es Salaam, ama kituo cha sayansi cha ambacho kipo Dar es Salam kinachopatikana hapa Moroko, opposite na ofisi za ASI ama karibu kabisa na ubalozi wa Marekani. Tunavyo vituo vingine vingi. Cha kwanza kilikuwa ni Tanga a, kabla ya Dar es Salaam, kulikuwa kipo kituo cha Tanga Kisosora mjini pale, lakini kwa sasa hivi tuna nyingine, tuna hubs ama vituo vya ubunifu vingine ambavyo vinafanya kazi kwa karibu kabisa na hivi viwili, kwa maana Dar es Salaam na Tanga. Kigoma kipo kimoja Buhigwe, lakini pia Songwe kipo kimoja lakini pia Tabora kipo kimoja Ilola Ngulu hivyo oh, ndio vituo ambavyo mpaka sasa tunafanya navyo kazi kwa karibu, ambako ukienda huko kote unaweza walau kwa uchache ama kwa, kwa uwezo wa vifaa ambavyo vilivyopo unaweza ukapata ladha ambayo unaipata hapa Dar es Salaam. Uh, kupitia mitandao yetu ya kijamii tunapatikana Instagram na uh, kila sehemu kwa jina la Project Inspire Projekti ya yeah, KT <laughs>